Shalom mpendwa wangu, Mungu awe mwema kwako tena siku ya leo, na pole sana kwa yote ambayo ni changamoto unayopitia. Mungu wa mbinguni yupo na wewe. Aa, na meseji ya leo inaenda tena kukutia nguvu. Uwe ambaye unapitia wakati ambayo sio nzuri, unapitia kipindi ambacho ni kibaya, hacha nikuambia kwamba mungu anaenda kukutembelea kupitia dakika hizi chache. Nataka nizungumze na wewe Habari ya zoruba ha? Zoruba, kama umewahi kusafiri au umeona watu wamesafiri, eh, juu ya maji kwenye bahari, kwenye meli eh, bato inaitwa kwa French, yani kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani, wakati kunatokea kitu kinaitwa zoruba. Ni kuambie, inakuaga hatari, inakuwa hatari. Ukisikiliza habari, watu wanapoteza maisha, mamia ya watu. Yani zoruba ikitokeaga, meli inazama juu ya kwamba watu wengi wanapoteza maisha. Sasa kwenye Biblia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya nane msari wa ishirini na mbili na tatu kushuka chini hadi ishirini na saba Biblia nasema, siku moja Yesu na wanafunzi wake walikuwa kwenye chombo, kwenye meli, wakawa wanaelekea mahali fulani. Sasa zoruba ikawa kali sana, yani kali sana. Petro alikuwa mle ndani, na Petro alikuwa mtu ambaye anaexperience kabisa maisha yake ni ya kuvua samaki, kwa hiyo anajua hii zoruba ni kali, hii zoruba ni ya namna gani, anajua viwango vya mazoruba. Lakini Petro pia alijua kwamba ni kali, walikuwa wanaanza ona mauti, wanalia, wanapaza sauti tunaangamia. Yani waliona mauti sababu ya kiwango cha zoruba. Hasa katikati ya ile zoruba, Yesu yeye amelala zake usingizi. Yaani imajini tu, watu wengine wanalia, watu wako karibu yako wanalia wanalia maji imejaa kwenye chombo inawezekana hata Yesu sehemu alikuwa analala kumejaa maji lakini amelala usingizi mimi sijui kama inawezekanaje mtu ambaye kabisa uko mzima uko na akili zako zinatumika vizuri alafu watu wamepanic kwa mfano tu usikie risasi inapiga mabomu yanalia kuu watu wanaogopa alafu wewe umelala zako usingizi vizuri unakoroma, unageuka tena unalala, unalala. Sijui kabisa kabisa, kama mtu ambaye uko na zako zinakutosha kabisa, unaweza ukapata usingizi. Lakini Biblia inasema waziwazi Yesu amelala usingizi mzito sana. Ngoja nikuambie kitu hapa, ya kwamba usingizi au kile ambacho kinaweza kikatokea nje, zoruba ambayo inaweza itokea ndani ya maisha ya mtu, au vita, mashambulizi ambayo inaweza ikatokea kwenye maisha ya mtu, yaani kile ambacho utafanya au majibu yako kufuatana na yale zoruba na yale mashambulizi ambayo yanakuja kwako, yani isite, isitokane na zoruba au matendo yako, reaction yako isikuwe sababu umetendewa kitu na we ukatenda kitu kibaya. Isikuwe, kwa mfano, mtu amekutukana, wamekufanyia kitu kibaya, alafu na wewe kwa kile kibaya ambayo umefanyiwa, na we ukarudisha mabaya, na we ukatukana mtu sababu alikutukana. Ile ambacho utafanya kwa kile ambacho umefanyiwa ni sababu wewe kiko ndani mwako, sio kwamba wewe umetukana sababu wamekutukana. Hapana, ni kwamba umetukana sababu matusi yapo kwanza ndani mwako. Ina maana Zoruba mara nyingi inaonyeshaga yule mtu wetu wa ndani, inaonyeshaga tabia yako. Ukisema kwamba nilimpiga sababu alinipiga, nilimtukana sababu alinitukana, wewe huko tu ndani mwako muna mambo mabaya, na wakati umetendewa kitu, imebusti kile cha ndani mwako kikatoka. Ndio maana rafiki, unatakiwa ukontrol sana mtu wako wa ndani Yaani, kile ambacho unatendewa zoruba ambazo zitakuja kwenye maisha yako, msukosuko ambao utakuja kwenye maisha yako, vita ambavyo vitakuja kwenye maisha yako visikufanye wewe kuwa mchafu, visikufanye wewe reaction yako ionekane tena mbaya kuliko yale mabaya ambayo wewe umetendewa. Unatakiwa uambie Mungu ya kwamba akupatie roho ya utulivu katikati ya zoruba. Hata wakati mwingine unaweza ukafanyiwa vitu, lakini wewe sababu ndani mwako umetulia, ndani mwako uko safi, yani reaction yako iwe pia safi. Ndio maana utaona, mnaweza kawa wawili mumetendewa mabaya sawasawa, huyu sawa, amemtukana na wewe wamekutukana, lakini utaona kwamba reaction zitakuwa tofauti, huyu mwingine atapanic na huyu mwingine atatulia. Huyu hakutulia sababu hakuumia na huyu hakureaction, yako sio sababu yeye ameumia sana, lakini ni sababu huyu ambaye amereact vibaya yale mabaya yako ndani mwake, na huyu wa utulivu ni utulivu ulio ndani mwake ndio inamfanya asireact vibaya. Ndio maana control sana ndani mwako, ambia Mungu wakati wote ya kwamba akupe moyo wa utulivu katikati ya zoruba, usiwe mtu akupaniki. Sababu unapo panic unaweza ukaharibu vitu tena zaidi. Uwe mtu wa utulivu, haijalishi msukosuko au zoruba ya aina gani inaweza tokea kwenye maisha yako. Mwambie Bwana wakati wote, nipe moyo wa utulivu, nitulie kwanza nivute pumzi, alafu niangalie cha kufanya. Nikitukanwa mimi, Mungu nipe roho ya kuweka ya kuvumilia ya kubeba, nisichafuke sawasawa na yule ambaye ananichafua nisichafuke sawasawa naye, nisiongee mabaya kama vile nimeongelewa. Mungu nisaidie. Ni maombi ambayo unatakiwa umwambie Bwana kwa ajili ya amani yako ya ndani. Sasa nataka niseme na wewe pointi kadhaa, wewe ambaye unapitia zoruba au zoruba, wakati yoyote inaweza ikatokea kwenye maisha yako, kwenye safari yako, ni kwamba Katikati ya zoruba, katikati ya mashambulizi, katikati ya vita na matatizo yoyote ambayo inaweza tokea kwenye maisha yako, ukiwa na Yesu, ukiwa na Mungu wa Israeli, usiogope, usiogope. Sikia, mtu ambaye anaweza kaogopa mtu ambaye anaweza kapaniki ni mtu ambaye anajua tu kwamba sina msaada. Wanafunzi hawa waliogopa walipaniki walipaza sauti katikati ya zoruba, wakaanza kuona kuangamia, wakaona mauti. Sababu gani? Wao waliona zoruba, lakini walisahau kama Yesu yuko pamoja nao katikati ya ile zoruba. Sikia kile ambacho kinaweza kukuogopesha ni wakati unajua kwamba sina msaada pale, ukiogopa, naweza nikakuelewa kidogo. Lakini wakati unajua niko na Yesu, Yesu ndo aliumba hii bahari. Yesu ye ndo alisema tu neno kwamba bahari iwe na ikawa. Yesu akasema mlima iwe na mlima uikawa. Sasa huyu ambaye niko naye, ambaye ndo aliumba hii kitu ambacho kinanitatiza, kwa nini niogope? Rafiki, usiogope, usiogope kuna habari za mtoto moja, siku moja alikuwa kwenye ndege na baba yake ndio pilot. kwa hiyo kukawa zoruba kali huko angani, pia wakasikia msukosuko, msukosuko, wengine watu wakaanza kupaniki eh, tunakufa, tunakufa. Yule mtoto akasema, lakini si baba yangu ndio pilot, jesi ndo anarusha hii ndege? Akasema no, no, baba yangu hawezi kubali mimi nikufe. Baba yangu hawezi, siwezi kufa. Yaani baba yangu tu akubali mimi nikufe humo, hakuna Mtoto aka relax akaendelea ya zake akangoroma akalala usingizi. Kwa nini yule mtoto hakupanic? Sababu alijua kwamba baba yake yani hawezi kushindwa, na yeye ha, baba yake hawezi kubali yeye akufe, yani kama baba angeacha wengine wakufe, lakini yeye hawezi kufa, na ile ndege hatimaye ikafika salama, waka, hakuna yule aliyefariki. Sababu gani? ukijua yule ambaye uko naye, ukijua Mungu wako ni nani, ukijua uwezo wa Mungu, wa Mungu wako ni kuambie, hakuna shida, hakuna tatizo, hakuna vita ambayo inaweza kukuogopesha. Acha kuogopa mtoto wa Mungu, acha kuogopa mama, acha kuogopa baba yangu, sababu ya ile shida, sababu ya ile vita. Yule adui yako ni mdogo sana kuliko yule Yesu ambaye uko naye wewe, amini tu ya kwamba hata kama hii vita ni kubwa namna gani, hata kama hii magonjwa ni mbaya namna gani, lakini Yesu ambaye anaitwa Jehova Jire anaweza kuniponya. Yesu ambaye anaitwa Jehova Rafa anaweza kuniponya. Yeye ambaye alifanya miujiza anafanya na hata kwa hii yangu atafanya. Kwa hiyo no kuogopa, mimi nasonga mbele na relax. Unajua hapo ulipofikia hadi leo kwa miaka yote umeishi, kwa siku zote umeishi, umepitia mambo mengi sana, umepitia msukosuko sana, umepitia vita vingi sana, umepita mabonde na milima, umeruka moto, umepitia mashambulizi nyingi sana. Uliumwa ukataka kufa, watu wote wakakata tamaa, lakini Mungu alikuponya. Ume yani ni mengi sana ambayo umepitia, Mungu alikusaidia. Sikia nikwambie Wakati umekaa unajikuta huko kwenye situation fulani mbaya, kumbuka, piga kwanza historia yako, rudia nyuma kidogo kwenye historia yako, angalia mangapi nimepitia. Nilipokuwa mtoto, si kipindi fulani niliumwa, siku fulani nilisafiri tuka, nikapata ajali, watu wengine wakakufa, mimi nikapona. Niliumwa Mungu akaniponya, nilikosa nika ika mwisho lakini baadaye nikapata. Nilikosa maji ya kunywa nikiwa kwenye jangwa, lakini Mungu akatoa maji kwenye jangwa. Ni wakati, yani pima kupiga kwanza, kurudia kwenye historia yako, misukosuko ngapi umewahi kupitia na msaada wa Mungu ulikuja kwako. Sasa, hii ambayo unapitia leo, kwa nini inakuogopesha? Hii vita ambayo unapitia leo, kwa nini inakuogopesha? Hii kukosa ya leo, kwa nini inakuogopesha? wakati katika historia yako kuna makubwa ambayo ilizidi hata hii ya leo, Mungu alikuokoa na hata kwa hii ambayo unapitia, nataka nikuambie, kwenye hii zoruba ambayo unapitia leo, kwenye hivi vita ambavyo unapitia leo, kwenye hii magonjwa ambayo unapitia leo, yule Mungu aliyekuokoa jana, yule Mungu aliyekuponya jana yule Mungu aliyekupatia jana, yule Mungu aliyesomesha watoto wako wakati hauna kazi, yule Mungu aliyekupatia chakula. Umeanza siku mpaka inafika jioni, haujui utakula nini, lakini msaada ukaja na ukakula, na maisha yanaendelea. Yule yule Mungu atakutoa kwenye hii shida unayopitia leo, na hiyo ndio lisaidia Daudi wakati Daudi anakuwa mbele ya Goliati iko naambia mfalme anasema, mfalme, mimi kule shambani wakati nachunga kondoo, simba wanakuja ili wameze kondoo, mi namrarua, mi namuokoa kondoo wangu, napigana na simba napigana na dubu, na waua, naokoa kondoo. Kwa hiyo huyu Goliati ni mtu mdogo sana kwa yule Mungu ambaye alinishindia vita vya simba na dubu. Yani, historia ya Daudi ikampatia confidence ya kujua hata kwa hiki ambacho kiko hapa mbele, Mungu atanishindia Mungu aliyenishindia simba na dubu ni yule Mungu atanisaidia kumuua huyu Goliati. Mungu aliyekushindia jana, Mungu aliyekupigania vile vita, Mungu aliyekuokoa wakati ulikula sumu ukataka kufa, lakini Mungu akakuponya. Wakati mwingine unapitia vita ambavyo wewe mwenyewe hauoni, Mungu anavipigana kisirisiri. Yule yule atakusaidia katikati ya hii zoruba unayopitia leo. Kumbuka jana, hautaogopa leo. Kumbuka jana hutaogopa kesho, sababu Mungu ni yule jana, leo na hata milele. Aliyekuokoa jana, hata leo anaweza kukuokoa. Kitu kingine ambacho kinaweza kukusaidia kutoka kwenye hiyo zoruba na kupata msaada wa Mungu ni kwamba usiangalie ukubwa wa ile zoruba. Wakati mwingi shida ambazo zinatuangamiza zina ni sababu zile shida tumezipatia nafasi kubwa, tumeona ukubwa wa zile shida. Ugonjwa, mara nyingi ukiona mtu anakufa na ugonjwa kwa asilimia kubwa sana, yani ni sababu ule mtu aliyeona ukubwa wa ugonjwa. Ndio maana utaona mtu mwingine ut, u, u, unajisikia tu mwili vibaya, unapoenda hospitali unaelezea, dokta anasema ok, tufanye vipimo, na akisha kuambia jina ya ugonjwa Yani unaweza ukatoka pale hospitali ukiwa umegonjwa sana. Sababu gani? Wewe umeangalia ukubwa ya ugonjwa, jina ya ugonjwa imekuogopesha. Lakini nikuambie, wakati wote shida inakuja kwenye maisha yako, msukosuko wote ambao unaweza kuja kwenye maisha yako, usiangalie ukubwa ya ile shida, usiangalie ukubwa ya ile vita, usiangalie ukubwa ya ule adui yako. Kile ambacho unatakiwa uangalie ni kuangalia ukubwa wa Mungu anayeweza kuleta suluhisho kwa hiyo shida. Mungu wako ni mkubwa kuliko zile shida zako. Mungu wako ni mkubwa kuliko yale magonjwa. Sikia nikwambie, dokta ambaye kabisa ni pro max anaweza akashindwa kutunza ugonjwa, lakini Mungu ambaye anaitwa Jehova Rafa hajawahi kushindwa kuponya ugonjwa wowote. Shida yako ni sababu unaangalia ukubwa ya shida tatizo ni sababu wewe unaangalia hii tatizo ni kubwa sana. Unasahau kwamba Mungu yeye ni mkubwa kuliko shida yoyote, ni mkubwa. Yaani ukubwa wa Mungu haulinganishwi. Rafiki, acha kuangalia ukubwa wa shida yako, please angalia kwamba Mungu ni mkubwa kuliko hii shida. Yaani Mungu anaona ile shida yako kama kama vile sio shida. Wakati unaona shida, yule Mungu mkubwa haoni, anaona suluhisho. kwa hiyo kila siku wakati matatizo yanakuja kwako, zoruba ziko kwenye maisha yako, acha kuangalia ukubwa wa ile zoruba. Wale kina Petro na wanafunzi wengine, wakati wote wangeendelea kuangalia zoruba, tunaangamia, tunakufa, tunakufa, yaani wangekufa, wangeangamia kwenye ile zoruba, lakini walipokumbuka kwamba haa kwa nini tunatuangamia, wakati humu ndani kwenye chombo tuko na yule ambaye ni mkubwa kuliko hii zoruba? Walipomwamsha tu Yesu, hapo hapo zoruba ikapata kutulia. Sababu gani? Yule Yesu, yule Mungu wetu ambaye tunamwabudu ambaye na kufundisha siku ya leo, anazidi hiyo zoruba. Acha kuangalia ukubwa wa shida, acha kuangalia ukubwa wa magonjwa, mwangalie Mungu ambaye yuko zaidi ya zile shida na matatizo unayopitia na utatoka kwenye yale matatizo. Wakati utajikuta ya kwamba option zako zote kuanzia A mpaka Z hazijafanya kazi, milango yote ambayo umegonga haijafunguka, watu wote ambao umewapigia simu hawajakujibia, kila mtu ambaye umemwita hajakusaidia, njia zote ambazo umezipitia hazijakufikisha sehemu, kuna option moja ambayo haijawahi kushindwa. Nikuambie tu ya kwamba Wakati umekosa cha kufanya, umekosa wa kumwita, kuna mmoja anayeitwa Yesu Kristo. Ukimwita, hajawahi kukosa jibu ya swali yoyote, hajawahi kukosa suluhisho kwa tatizo yoyote, hajawahi kukosa dawa kwa magonjwa yote, hajawahi kukosa ushindi kwa vita vyovyote vya maisha. Yesu Kristo. Unajua mara nyingi unafeli sababu wewe unajua kwamba nikiwa na shida nitaita fulani, nikiwa mgonjwa nitaenda sehemu fulani, nikiwa na kosa fulani atafanya hiki. Yaani wewe wakati una maoption zako zako zako, alafu wakati wote unakuwa unategemea, wanakuambia subiri kesho, unasubiri na shida inaendelea kuongezeka, enda hivi unafanya, shida inaendelea kuongezeka. Wakati wote utaendelea kutegemea mtu fulani Nikuambie, utavunjika moyo, na hiyo zoruba itaendelea kuwa kali na utaangamia kwenye hiyo zoruba. Lakini ukijua kwamba, yani, hawa wote ambao naweza nikawa nao hawana jibu, hawana msaada wa kweli, msaada wa kweli ni unique person ambaye ni Yesu Kristo, hapo utakuwa umetiki pazuri, hapo utakuwa uko kwenye njia nzuri, na nikuambie hakuna siku utawahi kukosa msaada kwenye maisha yako. Acha kutegemea watu. Biblia inasema amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Mungu iko nasema niite nitaitika, nitakuonyesha mambo makubwa usiyoyajua. Sikia, mtu wa kuita wa kwanza, wakati wote unapopata shida, acha kuita yule ndugu yako ambaye yuko kama Ulaya, yuko kama wapi huko. Acha kuita yule ndugu yako ambaye unajua ana kazi nzuri, sababu yeye huyu ana pesa Acha kuwategemea wale watu, unazuia msaada wa mungu kwenye maisha yako. Mtu wa kwanza ambao unatakiwa umwite kabla ya kutafuta msaada wowote, ita Yesu kwenye maisha yako. Kwa ajili ya ule mtoto wako, ita Yesu. Kwa ajili ya magonjwa yako, ita Yesu. Kwa ajili ya ndoa yako, mwite Yesu. Acha kuita pasta, o, oh, babae, hey, oo, oh, nani. Unateseka bure, unasumbuka bure na nikwambie, ile shida zako zitaendelea. Utafikiri naisha kumbe inatengeneza nyingine. Sababu gani? Unaita watu wrong. Ukimwita Yesu ni simu ya uhakika ambayo ikipokelewa inakujaga na majibu. Unapokosa cha kufanya option ni moja tu, mwite Yesu. Unapokosa kwa kuenda, sehemu moja ya kuenda ni kuenda kwa Yesu. Unapokosa neno la kuongea, neno moja tu ni kumwita Yesu, ataitika na ataleta jibu kwa mahitaji yako. Wanafunzi waliangaika, inawezekana wangekuwa na simu hapo, wangeanza kuita e, ambilasi kuje, e, msaada kama ya watu gani ikuje, wale watu wakuogelea mkuje, waliita njia zote hawakupata msaada, lakini mmoja tu wakaita Yesu, wakasema Yesu tunaangamia, Yesu tusaidie. Walipomwamsha Yesu hapo hapo tu zoruba ikakoma, hali ikawa shwari na safari ikaendelea. Acha kuita watu, acha kupanik, acha kushtuka, acha kulialia. Wakumwita ni Yesu. Wanafunzi walipomwita tu, zoruba ikatulia. Hata ya kwako inaweza ikatulia saa hii, ukimwita Yesu. Hata hii shida yako inaweza kaisha ukimwita Yesu. Mwite Yesu, mwite Yesu. Ikiwa usiku, ukimwita ataitika. Ikiwa asubuhi, ataitika ukiwa wapi ukimwita, ataitika. Hata kama hauna maneno, haujui kuongea, lakini ukimwita ndani ya moyo wako, ataitika na atakusaidia kutoka kwenye hiyo shida yako. Jambo lingine muhimu sana ni kwamba baada ya zoruba, baada ya kila msukosuko, kuna wakati mzuri sana ambao unafuata. Unajua, kila kitu kinakuwa na kitu kingine ambacho kinakitangulia kila hatua ya maisha inakuwa na hatua fulani ambayo inaitangulia ili ufike mahali fulani. Kuna njia ambapo lazima upitia, na njia moja ambayo Mungu anaruhusu tupite ndani yake ili tufike kwenye destiny yetu, ili tufikie mahali pazuri. Mungu anaruhusu wakati mwingine vita, anaruhusu mashambulizi. Mungu anaruhusu zoruba kwenye maisha yetu sababu ana mpango ya kutupeleka kwenye nafasi fulani ambayo ni nzuri. Baada ya kila mvua kunakuwa wakati mzuri, kunakuwa hewa nzuri. Kwa hiyo nikuambie, rafiki, baada ya hii shida ambayo unapitia, baada ya hii vita ambayo unapitia, baada ya ile msukosuko umepitia, hii mateso unayopitia, hii ukosefu ambao uko unapitia, jua kwamba ni muda tu, ni muda, ni kipindi, lakini baada ya hapo kuna kipindi kizuri kinakuja kwenye maisha yako. Kwa hiyo atoa ile akili ya kusema nitakufia nita hapa, hapana. Yaani wakati wote unapoona unapitia shida, unapoona unapitia matatizo moto, jua kwamba pale mbele, pale mbele kuna kitu kizuri. Nakutia moyo rafiki wee, ambaye uko kwenye shida, naona machozi yako kabisa, ya namna ambavyo inatiririka kama mvua. Hacha nikuambie baada ya hapo, baada ya hapo kuna wakati mzuri nakuja kwenye maisha yako. Yaani, hii ukosefu ambao unapitia leo itakuwa ushuhuda wako wa kesho. Hii umaskini unaopitia leo itakuwa ushuhuda wako wa kesho. Kilio unayolia leo ya huzuni, kesho ni kuambia uta, utatoka machozi ya furaha, machozi ya maabudu. Kwa hiyo, tiwa moyo tena siku ya leo, ya kwamba baada ya hapa, baada ya hizi shida, kuna wakati mzuri sana, kuna eneo Mungu anakupeleka hakuna, hakuna nuru ambayo imewahi kutokea tu nuru kabla ya nuru kunakuwa giza. Yaani hiyo shida yako ni giza ambayo inatangulia asubuhi ambayo iko nakuja, very soon rafiki yangu, hapa mbele yako kuna mambo mazuri. Yaani kile kitatokea kesho ni kizuri sana, kile kitatokea wiki ya kesho ni kizuri sana, kile ambacho kiko natokea mwezi unaokuja ni kizuri sana, kile ambacho utaishi mwaka kesho ni kizuri sana. Usikubali kufia hapo, usikubali kufia kwenye ile zoruba, usikubali kuzama, usikubali. Weka akilini mwako ya kwamba baada ya hii zoruba kuna wakati mzuri unakuja kwenye maisha yangu, na Mungu atakushika mkono hadi utakapofika kwenye wakati wako mzuri. Nataka nikuombee wewe ambaye uko kwenye zoruba, inawezekana ya magonjwa, kwenye ndoa hakuna amani vita aina nyingi sana, shida yoyote ambayo inakusumbua, inakufanya unalia, unakosa usingizi, Mungu yuko tayari kukusaidia. Nataka niombe tu, nawekwa sekunde chache na wee, ukiamini ya kwamba ile zoruba inaenda kukoma kwa maombi haya. Baba, kwa jina la Yesu, ninamwombea huyu mtazamaji ambaye anapitia msukosuko, vita ni kali sana, kwa nguvu zake hawezi, sababu amepambana, ameita, ametafuta, hameita msaada hajapata, lakini wewe Yesu hujawahi kushindwa, ninakuita tena uingilie shida hii hii zoruba. Bwana uitulize kwa utukufu wa jina lako. Ninafukuza haya magonjwa ambayo yanamkosesha huyu ndugu amani, yanamkosesha furaha, kwa jina la Yesu. Wewe magonjwa, toka, achia mwili wake. Wewe pepo, toka. Wewe ugomvi, toka. Wewe shida, toka. Amani ya Yesu itawale maisha ya huyu mtazamaji kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki na Mungu akushindie kwa jina la Yesu amen. Mimi naitwa Pastor Bienvenu Wanzire, nakuomba kwa moyo wa unyenyekevu ya kwamba hakikisha umesubscribe kwenye YouTube channel yangu. Nimeona watu wengi ambao wanatazama video, wengi kabisa hawaja subscribe. basi ni action ndogo tu ya kubonyeza hiyo button subscribe na kubonyeza hiyo kengele ili upate notification wakati wote tunapoweka video, na kwetu kabisa ni support kubwa sana, itafanya kwamba wengi wawezi kufikiwa na message ambazo tunaziposti kila siku. Unaweza kunifollow kwenye page zangu, Facebook Bienve Ministries online au Bienvenu Wanzire, na TikTok Bienvenu Wanzire 31 Bienvenu Wanzire 31, unifollow huko, kuna mambo mengi sana ambayo kila siku tunaweka ya kukusaidia, na kwenye Instagram popote kwenye mitandao ya kijamii lakini pia unaweza kuchukua hii video ukaiposti na wewe kwenye social media zako kwa lengo ya kuweza kusaidia mtu mmoja kufikia hatima yake. Mungu wa mbinguni akubariki. Unayekuwa na ulizo, unakuwa na shida, unahitaji msaada wa maombi au ushauri, basi unaweza kunitumia tu message yako kwenye hiyo namba hapo kwenye screen yako, au ukaniandikia inbox kwenye uh, social media zangu. Na kwa utukufu wa Mungu tutamuita, ataleta jibu kwa mahitaji yako. Mungu akubariki. Shalom, shalom.